Uh, kwa kile ambacho kina trend kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na wadogo zako au mabinti ambao wanasemekana unamgombania mmoja wao, wewe una ushauri, una ushauri gani kwa hawa wadogo zako na kile ambacho umekiona? Tunafahamu pia ni mume wa mtu, je, kwa ilisha kutokea moment kama kagombania bwana? Hapana. <coughs> katika maisha yangu sijawahi na sitegemei kufanya kitu kama hicho. Nachoweza kuwashauri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 kwa sababu wote wale wale wote wawili yule mtu sio wao, au siwezi kujua mtu wao ni nani. Kwa hiyo ninachoweza kusema tu ni kwamba, wanawake, ifikie muda tupendane, tushauriane, tuambiane tu vizuri. bwana huyo mimi wa kwangu, kwa nini umemchukua? Umeona sasa, mpaka mkifanyana unyama mfanyana nini? Haya maisha yanalewa na kesho, kwa sababu hata mkifanyana kwa sababu ya mwanaume, kesho na kesho kuta wewe mwanaume atakuacha wewe, utaweka wapi sura yako? Kwa hiyo hebu tuweke ni akiba ya kesho, hatujui kesho yetu. Kwa hiyo kama